Tangu hapo jadi tairi zimekuwa zikitumika kwa nyenzo za usafiri zikiwa katika ubora wake wa kutoka viwandani. Zilianzia tairi za baiskeli huko Scotland kupitia uvumbuzi wa John Boyd Dunlop mnamo mwaka wa 1888. Napochakaa na kuondoka barabarani zinaingia katika ubunifu wa kisanii na kutoa bidhaa zingine nyingi zinazowafaidi watu kama vile samani za mikahawani. Tairi hizi pia hutumika kama viti katika viwanja vya mipira na magengeni, na hata watoto huzirejesha tena barabarani kwa ajili ya kuzipeleka kama magari. Kwa wanaochukua sheria mikononi mwao huavisha kama ushanga washukiwa wawizi na kuwateketeza katika kile kinachojulikana kama mob justice. Hapa nchini tairi zilizochakaa hutumiwa sana kwa utengenezaji wa viatu vinavyojulikana kama akala ambavyo ni utambulisho mkubwa wa Wakamba na Wamasai alikuwa kiitwa Salim. Huyo mzee Kukambani? No, si Mkamba lakini alikuwa pia naye alifunzwa na Wakamba muda mwingi. Alikuwa ni mzee wa kutoka Likoni. E, na alikuwa ni fundi sana mkubwa. Alikuwa alifunzwa na Mkamba, Mkamba akakuwa kando na yeye akakuwa hapo. Sasa mimi akakuami kabatika akanifunza yeye. Ka eh, tukafanya kazi ya ufundi na yeye eh, mpaka na mimi nikatoka ikafungua yangu saa kwenye harakati ya kufanya hizo kazi, na vile generation ilikuwa nataka vijana, mimi kaanza kubuni vitu mpya kualiko. Sasa ndio mimi kakuwa na wateja, nikawa natengeneza viatu vizuri. Hizi za matairi hizi zinaitwa kirikiri, kirikiri. Eh, e, jina la hapa kipwani. Ukienda sehemu za wanaziita akala, sisi wa kamba tunaziita mikalia e, so nimefanya biashara kwa muda mwingi, nimefunza wengi mimi, nikaja pia nikaachilia nikaanza sasa kufanya repair na kutengeneza viatu za shanga, kutengeneza mipira, kushona viatu za shule mpya. sasa mimi ni fundi. Sasa tuje hapo kwa tairi. Hizi tairi kuna matumizi mangapi unayajua ya tairi hizi ambazo zimechakaa? Uh, tairi kuna matumizi mengi, matumizi mengi, kwa sababu hata tunaweza tengenezea meza. Kata tairi katikati, unaiweka upande huu, weka upande huu, utafute kibao uweke hapa katikati, umetengeneza meza. Unaweza chukua ile tairi ikiwa nzima ukaichukua ukaiweka vile vile ilivyo, ukaweka kibao ukaichukua tairi nyingine ukaweka kwa chini ukatengeneza meza. Watu wanaweza tumia kama meza ileile ile. Bado tunaweza tengenezea nini ya kulishia kuku. Tunachukua ile tairi tunaikata katikati unapunguza vipande kadhaa, unapatia wale watu wa kufuga kuku, wanaenda wanafugia kuku, kuwekea maji na kuwekea chakula. Bado vile vile ile tairi, tuna ile tairi kuku tunatengeneza mipira mipira ya kufungia mizigo tunakata ile tairi round, tunatoa mipira ile. Ile tairi bado tunafanya kutengeneza viatu soles, soles. Sasa hizi viatu za shanga. Tuna... kama hizi ulikuwa unakata hapa kama hizi ulikuwa nafanya hapa kwa saa hii, hizo pia ni soles. Tunabambwa ile tairi kwa nje e, na kubambua tairi na changamoto zake, kwa sababu kuna tairi za ziko na waya, kuna tairi ziko na uzi sisi sana watu napendelea zile tairi za uzi, lakini hakuna tairi tunatupa. Unajua Mkamba shindu na tairi ndiwe, ukishalipata nikuku sisi alitushindi kabisa tairi lolote, bora niwe na kisu. Kisu sawa sawa kisu kikali na sisi lakini kisu kinakata tairi, kiwa na kisu kizuri. Tairi na mimi alinipa shida. Kwa kawaida za mpatia kisu na tairi, akashinda nao siku nzima, lakini mimi tairi nilichukua hata dakika tano, kulikatakata kipande kando kipande kando. Ndio nimekufanyia kazi nzuri. Sasa tuje hapa kwa mbona, sifa nyingi zimeenda kwa mkamba na masai na mjaluo pia kidogo kwa sababu. Kwa mimi imekuwaje? Ngine naweza sema hao walianza hiyo shughuli, mtu kama mkamba na tairi weza wewe, zifika tauni yote kwa kosa mkamba na tairi weza. Ukitaka mkamba, angalia mahali popote, unaona rupia ya matairi, ukifika hapo utapata mkamba. Alafu sasa ule mkamba, kwa sababu alianza na matairi nafkiri ilianza kitambo kwa sababu mkamba alikuwa ni mtu wa kuenda. Distance, distance akiona magari na matairi akaanza nitatengeneza pia mimi viatu kama matairi, na wakaendelea, wakaendelea, mimi na wengine nimewafunza kama hapa nimefunza vijana wa Mijikenda wengi kuna kijana anaitwa Kalama nimemfunza, kuna kijana anaitwa Ali nimemfunza, kuna kijana anaitwa Charo yuko pale St Patrick nimemfunza, wote wanakata matairi kama mimi. Yule fundi alinifunza si Mkamba, ijapokuwa alifunzwa na Mkamba, so haijakuwa ya Wakamba peke yake kwa sasa. Sasa jatachaok e, wateja wako haswa kwa upande wa, wa matairi, kwa upande wa viatu vya matairi kina nani hasa ndio unaona wanafaa kwa saini hii, generation ya sasa, hawa vijana wa kisasa wanapenda sana kununua vitu za matairi. Wanaleta ile mambo ya zamani kuja kwa fashion mpya. Fashion ile ya kitambo tumeimodify. Kama ile ya kitambo ilikuwa ya kanda tatu, sasa inatengeneza kanda mbili. Kwenye hali ya kwa iko maridadi kidogo, lakini bado ni ile ile matairi tumetumia. So generation ya sasa ama Gen Z ndio wanatumia matairi kuliko hata wazee. Mzee atakuja aje, aseme nataka tairi ya kuendea shamba, nataka kiatu ya kirikiri ya kuendea kufugia mifugo wake, kulisha mifugo tunawatengenezea lakini. Sahii hichi kizazi cha sasa ndio kinatumia sana viatu vya matairi. Mimi zamani nilivaa kirikiri, alafu kana nadungwa dungwa na msumari hapa kwenye hii nini hapa. Sahii tuliboresha hiyo hali maana kitambo ilikuwa tairi ukitengenezewa inapigwa misumari raundi yote. Sahii hatufanyi, tunapasua tairi, tunaingiza ile kitu ndani, tunagonga msumari kwa juu. Sasa, tena sasa hatugongi ubavu tena kwa sababu ilikuwa inafanya watu vidonda, mpaka watu wakawa wanaogopa hivyo viatu eh, lakini sahii Tetanus ilikuwa lazima lakini sahii hakuna tetanus tena kwa sababu msumari unagonga kwa juu. Unafanya kukinyaga. E, na kama unaukinyaga si rahisi ile msumari kufanya kutu. Kwa sababu ile kiatu unaogea unafanya nini? Kitoko, unakuja unafanywa tena repair. Mwisho kabisa kwa ujumla sasa na kazi zako hizi unazofanya hapa Kilifi, za shughuli hizi unazofanya naona kialo maarufu hapa, e, changamoto ni zipi na matatizo mengine na matumaini yako ya baadaye? Tukianza hapo kwa changamoto kila kazi kuna changamoto. Mwanzo kupata material za matairi, sahii ni changamoto. Kwa sababu kitambo ilikuwa tu zinatengenezwa hususan kwa viatu, lakini saa hii kuna watu wanatumia sana hizi matairi, ukienda kama ni mabichi utachukua, zimechukuliwa, zimepakwa rangi, zimewekwa kule beach, watu wanatumia kama viti, kama mapambo. Unakuta mtu anakuja anazichukua anaenda anatumia kuchomea matakataka huko kwa kuchoma matakataka hizo dumping site sana wanatumia tairi kuchomea taka taka wale bob justice hizo. <laughs> <laughs> Ni by the way hizo watu nini sana hizo eh, vishwe tairi... vishwe tairi... sasa hiyo uh... ni by the way kulingana na vile imetokea hivi na hivi, so changamoto kupata material iko, kwa sababu sasa inatumika sana, si kama pale kitambo. Kitambo ilikuwa ziko nyingi, unajua sasa hii hata tairi kuku tunauziwa. Kitambo ilikuwa tununui, ilikuwa nafanya kutafutwa uje uondoe kwa sababu pale kwenye ile workshop yule mtu anafanya ni uchafu kwake. Sasa sisi tulikuwa tukipewa free, tunaenda tunatengenezea pesa. Pesa, pesa, pesa. Lakini sasa hivi we are buying. Tunanunua kabisa. Tunauziwa tairi, pesa hii, pesa hii, pesa hii. Na tunanunua kwa sababu lazima tukafanyia kazi. Kwa hivyo wewe unaweza kuniambia kwa uhakika mimi naweza kumnunulia zawadi mpenzi wangu wa kiatu kimetengenezwa na tairi na akaenda kafurahi. Si ndio? Sana. Watu wanakuja wanaweka order, mimi nataka nataka kwenda kumvisit mpenzi wangu, nataka nitengenezee kiatu special kutumia tairi. Na wantegea tuna tengeneza kulingana na vile ametuletea, nataka design hii, tunamtengenezea vile vile exactly vile anataka, na kutolewa. Ukipeleka anafurahia, mambo sawa sawa kabisa. <laughs> Kwa asante. Na mimi nimefurahia hii kazi, nimeifanya tangu niko kijana mpaka huu umri. Unaona, sijafanya kazi nyingine. Ah, mimi niko na mtoto yuko third year tu, niko na mtoto yuko Maseno, niko na Awa, na... <laughs> hapa, sasa. Aa, yule kijana yeah, kujikuji sana lakini, wale wengine wasichana kwa wavulana wanafanya wananisaidia, nakaa nao hapa. Hii ndio workshop, hii ndio imewalea so hapa nakaa na wao wote. Tamada anafanya pia kazi, leo ni weekend ndio hujampata hapa. Ndio asante, karibu hapa. Ni kibaoni, ukuta huu mnaona ni ukuta wa university, pale tumetoka, upande ule ndio workshop yangu kubwa iko. Huyu ni kijana wangu nilimfunza kazi, kazi ya matairi nilimfunza, akashika. Mimi nilipoacha nikamwambia aendelee. Sasa ametoka pale anafanyia hapa. Yeye ni fundi kabisa wa matairi. Ukitaka kitu ch chochote, iwe ni bushi ya magari, bushi za pikipiki, chochote kile unataka cha kutoka kwa tairi. Pale ile tairi alimuona akikata, ndio ametoa hii roli kubwa, na hii pia ni tairi ndogo huyu ndo wana nikatia soli za viatu zile tunasema tunatumia kutoka kwa kirikiri, wanatengenezwa na ujana Kalama. Tena haraka Pawepe, si sana kwa wepesi sana, hata ukikaa hapa na kutengenezea kama unataka pia 10 pia 20 na nakutengenezea unaenda nazo, anatengeneza hizi soli na hivyo viatu vyenyewe hizo kirikiri, design yote unataka wewe, tafuta Kalama utaona haya bem la msenganya si akure si mwenyewe huyu hapa, hizi tairi wanatengeneza viatu bush, kamba za kufungia mizigo soliza za vile va Masai tunatoa madi fulabu pia hata hua kushonea viatu. nataakwaizikamba aivozitairi huwa zina kazi nyingi sana na mim, mimi mimi ambayo nifundishiwe kazi na mzee Kialo, ni kazi nzuri sana. Nashukuru wa sababu hii tairi, mtu akiona hivi anazidharau, kiwmeagusha aapaanazidarau, lakini kama mimi nikiona nikiibeba anajua manake. Ni dhahabu dhahabu hii. Hii hii ni dhahabu eh. Sasa miaka mingapi umefanya hii kazi? Niko na kama miaka mitano sasa kazi. Na hii ndio tegemeo lako na na na familia na nini na kila kitu? Hii ndio tegemeo langu mimi na familia yangu yeah. Ha. Sasa mnatoa wapi hizi, hizi tairi hizi? Hizi tairi tairi tunazitoa pale, wale mafundi wenzetu wenzetu wale wa kuziba pancha pale, ndo kitoka kule kama ndio imeharibika kabisa ndio imeisha, wala mimi nanunua Leta huku, nakata na kata nataftas. Ni ghali sana? Ah si ghali vile lakini ni ghali maana ni shilingi 50. Ah. Moja tairi moja. Moja. Ah. Na sasa kama tairi moja inatoa, inaweza kutoa viatu vingapi? Vya kala kama hii inatoa pia saba. Hii ndo hapa ndogo huwa inatoa pia tatu, na vinaenda sana hivyo viatu. Viatu wa vinatembea kwa sababu viatu vya kudumu. Wale watu wa msituni kule wakata makaa, wale watu wa ng'ombe kule, hawa wakulima, wanapenda kutumia viatu sana kwa sababu vinadumu. Mwisho kabisa, changamoto gani ambazo zinawakabili katika hii hali? Changamoto ni nyingi. Sasa, hizo changamoto tu, lakini kazi ni nzuri sana. Bora tu jitolee kila kazi na uzuri wake na ubaya wake, hasa hizi visu. Uweza kwa wakata, bahati mbaya ukajikata mani po kafikiria ukitupa kile kisu, lakini utabidi ukichukua uendelee, kwa sababu hii ni kazi ambayo inalea watu vizuri sana. Kama mimi nanilea vizuri, nashukuru. Ni kazi ya mkamba imeingia kwa mgiriama eh, kazi ya mkamba imeingia kwa mgiriama. Nashukuru sana wewe, niko na furaha sana kujua hii kazi hii, pia imetokana na hii tairi. Hii ni bushi ya gari, ya hii hii na ni ni bushi bushi gari hii tairi Hasa ibush kuona hivi ni pesa nyingi sana. Ndio, nahi hiyo namna hiyo. Eh, i venyeikonakati na, iyo, na, na venye kweho, una kisu unachonga chonga venye kwa hapa mambo yanakuwa poa na, na mtu akienda kwa, kwa gari yake atasahau. Inadumu sana. Inadumu sana. Ina mengi sana tairi, inategemea akili yako hasa hizi ambazo zimechakaa Unaweza ukapata jambo ambalo halijafanywa na mtu na ukalitekeleza kupitia malighafi ambazo zimechakaa, wenyewe wanaita recycling, na watoto hupenda sana kuzibingirisha na kuchezea. Ikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, lava ya Pwani.